Bado tuko chini tunapambana kutoka chini kwenda juu. Sasa, mm -hmm, unapata alama tatu tatu hata vijana kidogo kile confidence inakuwa inaongezeka zaidi. Kwa hiyo kikubwa kwamba kama nilivyosema tumeshapata pointi tatu, mechi iliyopita imekwisha, tujipanga dhidi ya Fountain Gate. Tunajua ni mechi ambayo itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu pande zote mbili kwa sababu wao Fountain Gate pia wanahitaji alama tatu na sisi tunataka alama tatu. Basi nadhani watu watategemea kuona mchezo mmoja mzuri wenye ushindani mkubwa sana hapo kesho. Ah, cha kwanza kwanza ni washukuru wadau, washabiki wetu na wanamwanza wote kwa ujumla ambao mara nyingi mechi zetu amekuwa akija kutusupport kwayo. Kwa hiyo kwanza nawashukuru sana, pia wasichoke waendelee tena kesho waje kwa wingi kuhakikisha kwamba wanatupa support, wanapa support, vijana wawe na morali zaidi wanapoona kwamba washabiki wao wamejaa uwanjani kuja kusupport, mwisho wa siku tupate matokeo mazuri, hakuna kingine. Kama yuko mechi iliyopita, unajua unapocheza mechi kila baada ya siku mbili tatu ucheze big game so inakuwa ni ngumu kidogo kwa hiyo majeruhi wapo lakini nadhani watakuwa kupata nafasi ya kuhakisha kesho na mimi watafanya vizuri yeah, yeah. the, the, the, the, team the team is very very good actually we, we, we are ready for for the fight tomorrow yeah what what make us to be strong, to be strong strong to at the the moment is the fighting spirit we have during our match and for us all all the the remaining match is like the fi, a final for us so We don't have our objective is not to lose any of them. Fountain Gate tumesafiri kufika hapa, tumetokea Kigoma, nafikiri tume katika ratiba zetu kidogo tumejitahidi ku kuji ku, ku, kwa sababu tumefika jana at least tupate siku moja kama hivi leo kuendelea na maandalizi. Maandalizi yetu yanaenda vizuri na vijana wote wako katika hali nzuri na tunajaribu kuweka tayari kwa ajili ya mchezo, lakini wako katika hali nzuri zaidi, hilo tunashukuru Mungu. Asante. mm, eh uchovu katika safari kweli unakuwa upo, lakini kidogo tumejaribu tumejitahidi kidogo kuwahi kutoka Kigoma kuja hapa, kidogo fika jana wachezaji wamepumzika, na leo tumepata muda tena, tunavyozungumza wanaendelea na program za, za mazoezi kwa ajili ya kuondoa ondoa uchovu kwa siku ya leo na jioni. Maandalizi yetu yataenda vizuri, lakini uchovu, ratiba ilikuwa imebana kidogo, haiko nini, ilikuwa imebana labda na nafikiri, baada ya hizi mechi nafikiri, baada ya mechi hii ndio kidogo inaona ratiba yetu kidogo inatupa muda kidogo wa kuweza kufanya hata marekebisho na kutengeneza kikosi vizuri zaidi. Katika mchezo wetu kikosi chetu wachezaji wetu wako, wako wote wako katika hali nzuri kimchezo. Pale katika timu yetu, Kadikilo alikuwa na dharura kidogo ya kufiwa, lakini tayari amesha report kwa hiyo inategemea atakavyokuwa ameripoti ame taangalia hali yake itakuwa vipi, kama itawezekana kutumika au atotumika ni swala ambalo tutajadiliana kama walimu kiufundi na daktari kuweza kujua lakini wachezaji wetu asilimia sabini mpaka themanini wote kikosi chetu chote kiko, kiko vizuri hakuna majeruhi ya kuweza kusumbua katika timu yeah. Uh, na- nasema na, na, na kwamba washabiki wa, wa, wa Fountain Gate wasirudi wa nyuma waendelee kusupport timu yao, na sisi kama technical bench tuko pamoja nao na tunajaribu kuona kuhakikisha kwamba kile walichokuwa na kitaraji na sisi tuna kitaraji na tuna, pamoja na kwamba tuko kwenye nafasi ya juu, lakini bado tunaona hatujakaa katika hali nzuri zaidi. Tunataka tuongeze tena mat, mat, point, ili tu tutoke pale. Kwa hiyo, katika mchezo wetu wa kesho, sisi tumejipanga vizuri na tunaendelea kujiimarisha vizuri kuhakikisha kwamba kesho tunaweza tukapata matokeo ya aina yoyote, lakini awe matokeo mazuri kwa upande wetu. uh... Sisi kama Fountain Gate tumeshafika hapa tukafanya maandalizi yetu kuanzia jana na, na leo tumefanya, so tumerekebisha makosa ambayo tumefanya kwenye game ambayo imeshapita, so tuna focus sana na game hii. Tunajua muhimu wa game hii kwetu, na tunajua tumesimama wapi, na makochi wetu wameshatupa mazoezi mema tunafanya tunaendelea kujipanga vizuri, na tuna focus focus yetu yote kama wachezaji iko kwenye game ya kesho, na kila mchezaji ako tayari kupambana. Itakuwa kwenye upande wa technical bench kuchagua nani anaanza nani anaanzia nje, lakini kila mchezaji ameshaonesha kwamba ako na hamu na game ya kesho, na anajua muhimu wa game ya kesho.